Joto la kisiasa linaonekana kuibuka tena katika kaunti ya Nakuru hivi sasa, gavana wa kaunti hiyo Susan Kihika wakivutana na seneta Tabitha Karanja. Swala kuu hapa ni kuhusiana na masuala ya kibinafsi ya afya. Kwa hivi punde ni gavana Susan Kihika akisema kwamba seneta Tabitha Karanja yuko katika hospitali moja jijini London, Uingereza akiwa anapata matibabu ya figo. Semi hizo zikiibua hisia mseto kutoka kwa seneta Tabitha Karanja, seneta akisema kwamba yuko mzima na buheri wa afya, yuko kwenye likizo nchini Uingereza. Akiulizwa gavana Susan Kihika kupitia kwa channel moja ya youtube ya Kogi's Corner, alithibitisha kwamba seneta Tabitha Karanja ni mgonjwa, akimtakia afueni ya haraka. Mzozo baina ya seneta Tabitha Karanja Gavana Susan Kihika umekwepo tangu uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili viongozi hawa wa kike wakionekana kuvutana. Je, ni siasa za kujitafutia umaarufu au ni siasa za kujipa umaarufu wa kimaendeleo? Ndio maswali ambao watu wengi wanajiuliza. Lakini je nani anasema ukweli na ni yupi ambaye anasema uongo? Seneta Thabitha Karanja Anadaiwa kueneza taarifa kwamba gavana wa kaunti hiyo alikuwa katika likizo ya uzazi ama ukipenda paternity leave. Gavana Susan Kihika akisema kwamba hayo ni masuala ya kibinafsi, gavana Kihika akisema kwamba kiongozi wa kike ana haki ya kujifungua. Ni semi alizozitoa akizungumza katika channel moja ya YouTube ambayo inafahamika kama Kogi's Corner ili kupata ukweli kuhusiana na afya ya Seneta Tabitha Karanja, mwandishi Roni Regan wa Mo Radio. Health yangu ni poa. Yes, na figo zako ziko sawa zote mbili, na kile ta kitu iko sawa, lakini sasa, ile mbaya ni kusema hiyo yote mnaona kwa mitandao ni fake news. Alitathmini hilo kwa undani akizungumza na seneta moja kwa moja kutoka jijini London, alipobainisha kuwa yuko mzima na bweri wa afya na yuko kwenye vacation. Hebu tusikilize. Kwa ya kwanza nisalimie watu wangu wa Nakuru na watu wa Kenya, na niwaambie mimi niko eh niko gangari, niko uko mzimamzima na afya yako ni mzuri. Mimi si mgonjwa mm -hmm. na siko hospitalini na hata sijatembea, sitaenda hata kwa hospitali kwa sababu mimi si mgonjwa na dota. Lakini ya muhimu ni kusema Um, uh, um, um, um, um, um, health <laughs> yangu ni, ni, na, yangu ni poa. Yes, na figo Lakin, zako ziko sawa zote mbili na kile kitu iko sawa, lakini sasa ile mbaya ni kusema hiyo yote mnaona kwa mitandao ni fake news, na hizo fake news ni mtu amelipa amelipa kujaribu kunipoesha kwa ile kazi yangu mimi nafanya, akiwa gavana wetu Excellence Susan Kihika. Kwa sababu ya ile kazi mimi nafanya mm. Nafikiria anaona nafanya kazi na sitaki kufanya hiyo kazi Sijui ka constitutional wale walipanga hiyo katiba walipangaje? Wakipanga kuna governor, kuna senator na kuna woman rep na kuna MCs, <laughs> na waliona kuna kazi ya kila mtu, yes. Kwa hivyo mtu anaamini, naona mtu afanye kazi yake awachilie senator afanye kazi yake. Lakini akifanya kazi mzuri, nikitembea nione development zinaendelea, senator hawezi sema kitu haiko, anasema ile kitu iko yeye afanye mavitu politiki ki politics, ati unamfanya tu maneno ili isikike. Kwa hivyo mi yangu ni kusema tu kwa watu wa Nakuru, mi niko kangari eh, mi niko af na afya mzuri li, na mimi siko hospitali na hiyo yote mnaona ni fake news, fake news news na yule amelipa hizo fake news ya wa excellency wa governor ndio alianza ya kwanza kusema ananiwishia quick recovery hata sijui kwa nini hakunipigia simu then aniulize, nasikia huko mgonjwa. Kwa hivyo yeye ame, ame, ametoa hiyo narrative, alikuwa anafikiria watu wataamini ati mimi ni mgonjwa ama mimi nitaogopa niseme mimi ni mgonjwa, lakini vile mimi nasema mm. e, Mungu ni mwema, niko hai na niko na afya nzuri, na hiyo yote mnaona ni fake news. Na watu wangu wa Nakuru, next week niko hapa, narudi. Ni kuwa tu imechukua hii nafasi ya, ya risesi, upigie ya mwili pole. Yes, kata yes. Sijawahi toka nje, sijawahi toka nje tangu tuchaguliwe. Sasa ndio niliona nitoke nje, opposite kulikuwa na 102 maneno ya biashara, nilikuwa na ni ya kuja mkutano 102. Lakini sasa nitarudi next week tuingie Senate kama kawaida, na sasa tuanze kuchapa kazi ile wananipe. Na kazi yangu tu ni rahisi, ni kuvaa, ni kuleta pesa, nikileta Pesa kwa ground, na hakikisha nikipe pesa gavana, na hakikisha hiyo pesa nachunga, nione inafanyia watu kazi ile inatakikana. Nikienda hospitali nikuta hakuna madawa, nitalia, hiyo maneno ya kusema hakuna madawa. Na utamuuliza maswali yes, na nikiona watu wanakufa kiholela, negligence na nini, kwa hospitali yetu especially hiyo PGH ya Nakuru, lazima tupige makelele. Na sasa mimi angu hata nikushindwa, so his excellency alikuwa nje na kare actually ame ame Kari. by the wakati eh. eh. kazi. Kazi Mw La labda jina. mweshi kukuuliza tu ndi amerejea nchini vile unasema, baada ya kupotea kwa muda huo wote amerejea na watoto pacha. Hatujakuona uh, ukimshukuru, hatujaona ukimcongratulate wewe kama seneta, angalau watu wajue kwamba mko pamoja wala hamuna ushindani wowote ila ni kazi tu? Unajua. Unajua. Eh. Unajua. Kwa sababu ni sasa sasa tunahangaika ni watoto kutoka 20 to 45. Kwa eh. Alikwake akwa uh -huh. E, sasa ukiwa unapata watoto after 50 hiyo sasa ndio kuna kitu fulani umeangalia kwa maisha, ukaona ulikosa, kwa hiyo katikati sasa dio unataka kutimiza so, kwa hivyo niinahitwa nini self Ehe, ati? Ito binafsi, ina ito binafsi. Ehe. Lakini mtoto wa 20 something, kama vile sasa niko na natapata watoto 20 something, ni ilikuwa jukumu ya kufanya, jukumu la kujaza na hizo dunia, kama vile Mungu alisema. Hiyo sasa ndio hiyo. Na sasa ndio tunaona tunalia. Ehe. Kama watoto wa 20 something, ndio wanalia wakiwa PGH, wawezi pata watoto. Wanaenda upo wanakufa kwa sababu ya negligence. Sasa utaona hiyo miaka tumebakisha mbili, wamama wa wayanga watakuwa na uoga wa kupata watoto. Unaweza kuta two years, kama tukosa watu watakwenda nasari, wamama wa kutoka na kuria, kwa sababu kuna shida, kuna shida kubwa sana mm. Lakini mama atiwa mimi sasa hii niko 60, niseme nataka kupata mtoto, hiyo ni interest yangu. Kuna kitu fulani nimeona nataka kutimiza. I'm only worried about you people that it 20 to 45 mpate hiyo nafasi ya kupata watoto wenyu, hospitali mzuri. Unaelewa, hospitali mzuri Mweshi, unajaribu kusema kwamba hawa watoto pacha ambao gavana Mungu amemjalia I'm, I'm not, talking, I'm not going with the pacha, I'm saying hey. <laughs> yes, I'm so worried because that's what I'm fighting for For them to ensure we have better, they have they better hospitals wana zapata watoto. Yes yes, yes, yes, Yeah, kama vile tulijienjoe wakati wetu tukipata watoto na 20 years. Aha, years. Uh -huh. Hata uh -huh. Gavana mwenyewe alipata wake 20, 20, 30 20 years. Okay. Na tulijienjoe sasa, ndio nasema hata watoto wetu wanatakiwa hata hao sasa wapewe hiyo nafasi. Lakini si mtoto akienda hospitali unasikia amekufa kwa sababu ya negligence, akipata mtoto unasikia watoto nao wanakufa. Hatutaki, hatuwezi kubali. Lakini wewe ukiwa 50 over usikii, unataka kupata watoto, sasa hiyo ni, ni ni, ni yako it is your own, it is is your your own own for interest, yes, selfishness, ehe yeah, hiyo ni kitu umechagua lakini ya 22 whatever si kitu nachagua. hiyo ni jukumu. I'm I'm supposed supposed to to to give birth. <laughs> Isn't it? Yes. Yeah, I'm supposed to bring the life to this world at 22:45. Kwa sababu menopause ya mama inakuja 45. So that's what now we are praying. Okay. Watu watapataji. Watu watapataji. Hiyo hospitali ni safi. Ni sawa. Iwe na madaktari iwe mm -hmm. na madawa ya kutosha sasa, so, so, so, so, wamama wakienda kujifungua wanajifungua vile inatakiwa, lakini si tuone barabara hawana, wakienda hospitali wanajifungulia kwa barabara, wakienda hospitali hawana hata uh, nini, uh, watoto wao wanakufa, wakipewa ama wenyewe wakifanyia hiyo operation wanakufa. Unaona hizo Me, In the, on the the the the ground kuhakikisha hii maneno imefanyika mama wetu wetu yes wapenda hospitali wanafuta iko the way it should be. Like the way we enjoyed all of us women who are over 50 they they they they can really say they went to to hospitals and they got their babies the way they were supposed to. So we should support the young ones now now who are now watoto wetu wapate watoto mm hnenaw -hmm. Nimekupata, nimekupata, mh, nimepata ujumbe wako, looking at this camera, kindly you have 15, 20 seconds, uambie uh, watu wako Wanakuru jambo. Okay. Nataka kuwasalimia na kuwashukuru sana sana, najua mmejaribu kunitumia wamejaribu kunitafuta nimepata hata a lot of messages in in the office yes. um, just to to kujua to ku know what was happening but i, I want to talk to them their big concern na niambie am am ok and am fine and and as they can see me I'm not in hospital and have not been hospitalized na hiyo yote wanaiona ni fake news and they should ignore it

Sasa ndio wananchi watafurahia. Asante, thank you so much. Nataka kusema next week nitarudi ni uh, for a short vacation during this recess. Next week nitarudi kazini na nita, uh, nitaanza kazi yangu na nitakuwa kwa ground, tutaonana na watu watu. Asante sana, lakini gavana afanyie watu kazi yake, ila inatakikana, she has been away for long kwa sasa ni kazi achape kazi awache ku spread fake news kwa sababu ni fake news aita tusaidia eh it really confuse the people but the main thing eh, that I can try to try to divert attention on other things all what people wa Nakuru are demanding for it is for her to do her job and to ensure that uh, what bana kuli wana benefit na ile pesa tunalete katika Nakuru county na sasa